Mwandishi wetu Fatma Almasi Nyangasa anaripoti. Ationgee na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam leo, Mheshimiwa Makamba amesema anatuhumiwa kwa rushwa na ikathibitika kwamba ni kweli, atumrejeshe, hata kama ameongoza. Maana juzi niliuliza swali, je, mtaheshimu maoni ya wanachama tutasema tutayaruhu tutayaheshimu tutaya, tutaya, lakini tutayapuuza yale ambayo yamepatikana kwa msingi wa nini? Wa rushwa. Sasa hapo umesema mwenyewe kuna kutuhumiwa. Kuhusu zoezi la upigaji kura za maoni, Mheshimiwa Makamba ameagiza wanachama wote wanaodaiwa ada hata wale wasio na shahada za serikali za kupiga kura waruhusiwe kupiga kura za maoni iwapo tu watalipia kadi zao, zoezi ambalo litafanyika mpaka kesho kabla ya zoezi la kupiga kura. Kutoka Dar es Salaam Fatma Almasi Nyangasa, ITV. Rais